Upungufu wa damu ni tatizo linalowakumba watu wengi bila kujua, lakini unajua suluhisho linaweza kuwa jikoni kwako. Karibu ujifunza kuhusu matunda kumi bora ya asili yanayoongeza damu mwilini na kukupa afya njema. Adbt au shangazi wa damu lina madini ya chuma kwa wingi sana. Linasaidia kutengeneza chembe nyekundu za damu na kupambana na upungufu wa damu kunywa juisi au kula beetroot mbichi angalau mara tatu kwa wiki. Mbili, ndizi mbivu. Ndizi zina chuma na potassium husaidia kuongeza damu na kuboresha mzunguko wa damu mwilini. Ni rahisi sana kupatikana na nzuri sana hata kwa watoto. Tatu, parachichi. Parachichi lina folic acid na madini ya chuma husaidia mwili kutengeneza damu mpya na kuzuia upungufu wa damu hasa kwa mama wajawazito na wanaonyonyesha. Nne, machungwa. Machungwa yana vitamin C ambayo husaidia mwili kufyonza madini ya chuma kutoka kwenye vyakula vingine. Kula machungwa kila siku au kunywa juisi yake safi. Tano, zabibu zabibu zina madini ya chuma na antioksidanti zinazosaidia kulinda chembe za damu na kuongeza damu kwa asili. Sita, nanasi. Nanasi lina vitamini C nyingi na madini yanayosaidia kuboresha ufyonzaji wa chuma mwilini. Kula vipande vya nanasi baada ya mlo wako ili kusaidia kuongeza damu. Saba, tikiti maji. Tikiti maji lina maji kwa wingi na madini muhimu kama chuma na magnesium. Husaidia kuimarisha afya ya damu na kuboresha mzunguko wa damu mwilini. Nane, Strawberry. Strawberry ni tunda dogo lenye nguvu kubwa. Lina vitamin C na chuma ambavyo vinasaidia kuongeza damu haraka na kulinda afya ya moyo. Tisa, Embe. Embe lina vitamin A Si, na madini ya chuma. Husaidia kuongeza damu na kuimarisha kinga ya mwili. Ni tunda zuri sana msimu wake unapoingia. Kumi, tufaa au apo. Tufaa lina madini ya chuma na nyuzi nyuzi ambazo husaidia kuboresha afya ya damu na kuzuia upungufu wa damu. Kula angalau tufaa moja kila siku. Matunda haya kumi ni zawadi ya asili kwa afya yako. Kwa kula matunda haya kila siku, unaweza kuimarisha damu yako na kuishi maisha yenye afya bora. Usisahau kulike, kushare